Hi guys, mambo vipi mko salama guys? Sasa hivi ni usiku wapenzi zangu, saa sita kasoro hii wapenzi. Kuna mtihani, kuna changamoto ambayo mfanyakazi mwenzetu anapitia leo, sitaongea sana guys. Kuna changamoto mwenzetu anapitia, mfanyakazi mwenzetu, mtanzania mwenzetu, mpambanaji mwenzetu. Guys, mjitahidi kuongeza voisi za simu zenu mwesikie vizuri mwenzetu wamevurugana na bosi wake, na Ramadhani hii, mwezi mtukufu. Yaani, hawa watu sijui wanataka wafanyiwe nini? Mtu unajitahidi unajitahidi, jamani, unajitahidi lakini hawaoni. Ya Rabbi, atupiganie wangu. Ndo wanaingia saa hizi, nasikia makelele saa sita, ngoma zinaingia hivo, ngoma ndo zinaingia saa hizi fanyakazi anataka kulala, wenzi wanabweka makelele, makelele, makelele. Lakini tuseme alhamdulillah rabbil alamin, hiyo tumeshaizoea. Hizi kazi ni subla zinahitajika, subla inahitajika kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Kuna mtanzania mwenzetu leo kimeumana sintofahamu yeye na bosi wake. Niambieni, na mwezi mtukufu kama huu wa hawa binadamu hawaogopi Mwenyezi Mungu, hawana hofu yani ya Mwenyezi Mungu. Yani nayani ninajisikia vibaya, nimeshinda vibaya, yaani na imagine ningekuwa ndo mimi, ingekuwa ndo mtoto wa mtu, nimemtafutia kazi, anaenda kupata majanga kama hayo? Au ndugu yako umemtoa Tanzania umemleta huku kuja kufanya kazi, anapata shida kama hizo. Haijulikani yana hata kile walichokosana na bosi wake. Huyo msichana analia, kajifungia chumbani, wanataka kumpiga bosi wake ume, wa kiume ameenda kuleta wa, wanini wabangali waje kubomoa mlango. Ntawekea video guys, naambia kila siku tumtangulize Mwenyezi Mungu, tuswali tusali. Mlango unabomolewa kwa vishindo. Niambie, mtu ameenda kutafuta watu awalipe waje kubomoa ule mlango wa mfanyakazi? Kwa nini asipige simu polisi? Kwa nini mtu asipige simu kwa hao waliomleta? hmm? Kwa nini asipige simu polisi? ameenda kuita watu waje wabomoe mlango. Kinachofuatia nesti kinafuatia nini guys? sijavua mpaka unifu saa sita hii nimeona niwafikishie taarifa. Mnaosema mateso hayapo huku, mateso yapo. Shukuru Mungu umebahatika unaishi nyumba ambayo, at least, kuna watu wanapitia changamoto. Kuna watu Ramadhani hii hawapati chakula, kuna watu Ramadhani hii wanapigwa, kuna watu Ramadhani hii wanauliwa. Siongee kwa kuwatisha maana nikiongelea sema mnatisha watu, mbona wewe upo? Nawambia hivi, jamani, hawa watu sio wote wazuri, si wote wazuri na si wote wabaya. Naongelea changamoto inapotokea, siko upande wa wafanyakazi tu, wala siko upande wa mabosi. Ikitokea shida huku naiongelea, wapenzi, kuna mwenzetu uko kwenye shida hivi, mlango wake unabomolewa akaingia chooni hupo mawasiliano walikuwepo, sasa hivi mawasiliano wamekata, hatujui mwenzetu kumempata kipi. Mpo yaani, ukipata nyumba ukaona ina at least, mama fanya kazi, fanya kazi mama. Kuna watu wanakipitia, kuna watu wanapitia changamoto, kuna watu wanapitia shida kwenye hizi nyumba kama wewe umekula kuna mwingine hajala. Kama hujatukanwa leo, kuna mwingine katukanwa. Watu wanamwagiwa maji ya moto, si mnanielewa wapenzi? Wapenzi, kuna mwenzetu sasa hivi simu yake mawasiliano wamekata. Miyahudi kaenda kuleta watu kuja kubomoa mlango, kaona mlango unabomolewa, kakimbilia chooni kajifungia tena Ye ule mlango ukishabomolewa, kuingia hapo chumbani kwake, akutwe tena yuko chumbani, chooni, kinachofuatia ni nini guys? Mungu asimame na yeye, kasha give up mtoto wa watu. Yaani ukipanda ndege ni kuriski maisha, una riski your life, hiyo ndio ukweli. Tuna riski maisha yetu, lakini kwa sababu ya shida, mpo hii ni kuliski kwa sababu inasema kuliski. Unatoka zako huko ulikotoka, ujui unaenda kufikia kwenye nyumba ipi, ujui unaenda kufikia kwenye majanga yapi, hujui wale watu watakuchukuliaje. Hawa watu wanapoingia ndani kwao kwanza, unaonekana kama kichefuchefu, na wakati wao ndio wamekuhitaji, wamepigiwa simu, wapicha, wamekuona wamesema, kweli mleteni mfanyakazi. Inakuwaga ni nini, unapokanyaga kwenye nyumba yao inakuwa matatizo shida inatokaga wapi? mwezi kama huu, sasa hivi kazi ni nyingi, kuosha vyombo hmm. kuna kusubiri kupika mama hiyo futari, kuna dako usiku, hulali. Shida zangu mi sasa hivi zimeingia hapa, hizi shida zimeingia, subiria makelele yake, na mi ndo niko hapa pa kupita, napoenda kula hiyo dako silali. Saa sita hii siwezi kulala wenzangu wanaupiga usingizi kuanzia saa kumi na moja hivi, uko macho tu wewe, unakodoa macho kama mwanga hmm? mtu unakonda, uso unazeekeana, unakondeana, unazeekeana kuliko hata umri wako, kuliko miaka yako, tunaonekana wazee. Mungu atufikishe uzeeni jamani. Hakuna kitu kibaya kama kukosa usingizi, hakuna kitu kibaya kama kukosa amani nanielewa so kuna watu wanapitia katika hizi nyumba ukiishi nyumba ambayo at least narudia tena staamili vumilia fanya kazi mshukuru mwenyezi mungu Guys, nitawekea sauti ya huyo msichana msikie hapa na sasa hivi hapatikani hatujui nini shida washabomoa mlango wale wabangari washaingia hao ndo wanaoua watu, sio mwarabu atakuua yeye, anakukodia tu, watu wanakuja hapo, wanafanya yao wanaondoka, alizondoka kafanya hivi hmm. ambia kama siku ingieni kwenye magurupu at least inasaidia, hmm. Wapenzi, hii ni mitihani ambayo Mwenyezi Mungu atufanyie tuwepesi. Ngojeni niwawekee sauti ya huyu dada msikie hapa Yaani, inaonyesha ni mtoto in mdogo, si wa Arusha huyu, mpambanaji mwenzetu ni kuingia anaitwa Maira Maira, sijui ya Maira iyo hadi inachanganyikiwa kwenye guupu kwenye, kwenye kaingia tu mchana wali, wame, yani katafuta rafiki yake kabidi yaungo kwenye ilo gupu. Kuna gurupu inaitwa Starfrika, kwa hiyo ilo gupu kaingia tu mchana ndo anaomba msaada kama hivyo, watu wanavunja wameleta, wame wanaume wawili. Eh, kajifungia hapo kaenda kakimbia chooni, kafunga na mlango tena chooni, watu wanavunja. Jamani, Balozi <coughs> kwenyewe wanapigiwa simu hawapokei, hawapokei simu mara namba inakata tu eh. Guys nadhani mmesikia, kama wewe Ramadhani umeteleza mpaka hii tarehe hauna vikwazo na mabosi zako, shukuru Mwenyezi Mungu. Ubarozi kama ubarozi, unawaambia kila siku ubarozi hauna msaada wowote. Ukishapata matatizo ndo utakapojua ubarozi hausaidii. Ubarozi hausaidii chochote. Hivyo wanapigiwa simu hawapokei, na washajua kuna tatizo sehemu fulani eh? Ubalozi hawasaidii chochote. Yaani mpaka ukitokea tatizo ndo wa kwanza kutoa taarifa woo, oh, alikuwa na ugonjwa gani? sio alifanyaje fanyaje, wanakodi mpaka watu wakuja kutuongopea. Marehemu alikuwa dada yangu, marehemu zilikuwa ha uongo, wanakodi watu kusafisha nchi za watu mmesikia milango inavyogongwa huko? Eh? Hayo ni mapanga mapanga, mashoka yanavunja mlango Niambie kanui, imajini mwarabu myahudi avunje mlango wako wake na wewe uko ndani, ulo ufunga huo mlango, niambie akiingia mule ndani? Au hao watu wameenda kutolewa kule walipwe nini? Kadhamilia, mmesikia wenyewe, kadhamilia nini we mwarabu? Kuna kitu ambacho atakifanya. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi ya Rabbi asimame, wallahi I say guys, huku <laughs> sio kurahisi huku, nasema uta unatisha watu unafanyaje, watu unafanyaje. Watu kama halijakukuta au hajamkuta haja rafiki yako wa karibu au ndugu yako, huwezi kujua naongelea nini, huwezi kufiri chochote hmm? Ha, sita yu, saa sita hiyo saa saba inaenda wengine tunajiandaa at least tuweke ubavu. Kuna wengine wanapitia shida kama hizi. Hawajui watatoboa lini. Watatoboaje? Allah tu ndo asimame na wao. Uko ndani kwa mtu. Umefungiwa ndani. Hakuna chakula, hakuna maji, uko chumbani kwako. Wewe na nguo zako. Hata kama pesa unayo, haikusaidii kwa wakati huo, hainunui kitu, kwa sababu huko ndani hakuna duka. Unakula nini hmm? Yaani ni Mungu, hawa watu wakiamua, hata wakufungia tu ndani, wakufungie tu ndani, unyang'anyi tu simu yako, ukafungiwa mule ndani tena feedback ya huyu binti nitawaletea bati. Ni kubaya, nikubaa, ni kubaya. Imagine ule mlango ukivunjwa tap, yule mm, binti mkononi, niambie Myahudi atamfanya nini? Hao vijana wameletwa kufanya nini? kuvunja mlango.